Okay, guys ya, yeah, ni mimi mwenyewe hapa DVJ Dula. Unaweza ukanipata hata YouTube Doni Msafi, ila katika vitu vyangu vyote naomba uwe una subscribe hapo na kulike pia. Comment yako ni ya muhimu sana kwangu. Leo nataka nikufundishe kitu cha kujipatia pesa wewe mwenyewe mtandaoni. Watu wengi wamekuwa wakitumia mtandao simu ya bila mafanikio yoyote, yaani wanatumia tu wanamaliza bando nini, ila hamna chochote anachokiingiza. Ila nataka nikupe njia rahisi ya kujiingizia pesa wewe kama wewe, kwanza unaweza ukafika labda kwenye simu yako kama hivi mimi ninavyoingia, unaingia Play Store, unabonyeza hapo unaandika Humanic. Unaona itakuja hapo ya kwanza utaibonyeza hapo. Unaona, ukishabonyeza hapo, sababu mimi ninayo tayari, utainstall hapo, itaingia kwenye simu yako. Ukimaliza sasa, utakuja hivi kama hapa mimi ninayo, utaingia hapa. Unaona Humanic. Itafunguka hapo. Ukishafunguka, ila kwa sababu ni wewe utakuwa ni bado, utakuwa bado wewe ni mpya, atakuambia kwamba ingiza majina yako, ingiza nini tale pale. Utafata maelekezo, namba ya simu utaandika. Ukishamaliza pale atakuomba ujipige picha, utajipiga picha wewe mwenyewe. Ukishajipiga picha wewe mwenyewe utatuma. Ukituma atakuja maelekezo fulani hapo. Utaona itafunguka moja kwa moja, kifunguka utaona saa kama hivi imeandikwa hapa kuna na chati send request na kuna moa sawa. Hapo kwenye moa ndo unaweza ukaenda, yani uka, ukawa una rafiki ukawa anajipatia pesa sawa. Ila nachokusihi, naomba usiache kusubscribe, usiache kusubscribe kwenye video yangu au peji yangu moja kwa moja ya Doni Msafi. Okay, hapo utakuja kwenye moa sawa Ukija kwenye moa ya kimfano, kuna umesimiako sasa. Wewe hapo, unayo, umefungua, unakuja kwenye kwenye moa, utaona hapo juu kuna picha itakuja kama, picha yako hapo, itakuwa imeandikwa jina hapo, watakuandika kabisa online. Maana kama utakuwa umefungua mpya watakupa pointi hapo. Kama ni pointi mbili watakuanisha pointi mbili na nini, yani hizi ni hela ambazo unazoziingiza Yeah. Koo hapo kama unataka kufanyaje ku, ku, ku, ili kuingiza hiyo hiyo hiyo hiyo promo code ili u uweze kuwa unapata pesa, utakuwa unatumia unagusa hapa kwenye picha yako hapa unapagusa hivi. Ukishapagusa hapo unakuja sehemu nne hapo, kuna edit profile, kuna change password, kuna language, unakuja hapa namba namba nne kabisa, enter the promo code. Enter the promo code kwenye simu yako sasa hapo. utabonyeza hapo hapo kwenye Enter the promo code. Utabonyeza, ukishabonyeza watakwambia ingiza hizo kodi zenye ambazo akazoingiza ingiza hizi nazo kutajia mimi utaingiza utaandika tatu tatu tatu sifuri nne sawa. ukishamaliza hapo utata hapa yani kama sendi unaona hapo, utakuwa umemaliza aidha tatu tatu tatu zero nne nne, unaona na sendi hapo. Kwa sababu mimi nimeshaunganisha, kwa sababu mimi nishaunganisha ndo, ndo maana naona hivi, lakini kwenye simu yako utakabu, kwa sababu utakuwa ni mpya itatuma moja kwa moja kwao haitu kusumbua kivile sana. Kwa hiyo utaingiza hizo tatu tatu tatu, tatu, tatu ziro nne nne ukimaliza, okay, hapo unakuwa umemaliza. Baada ya muda watakutumia message ya pesa, okay, kuna jinsi sasa ya kuwadi rafiki kwa na, kwamba rafiki yoyote unaye mwingiza wewe anakulipa, ni yani unaweza ukamkuta rafiki yako ana simu kwa na simu ya touch, unamuingiza, una downloadia hiyo majina yake ifungua, kisha ifungua, na picha yake. Ukimaliza hapo, ukimaliza hapo utaingia sasa kwenye simu yake, utakuja hapa kwenye moa. Ukishakuja kwenye moa utaenda, utagusa picha yake hapa juu. Ukimaliza hapo utakuja utabonyeza hapa, simu imeandikwa enter the prompt code o utaandika tena hivyo hivyo tatu tatu tatu zero nne nne, utakuwa umemaliza. <coughs> Sawa, nakuomba sana usiache kusubscribe kwenye video yangu video zangu, aweza kwenye peji yangu hapo ya don doni msafi. Asante kwa kunisikiliza.